Uh, hello, karibuni tena kwenye chaneli yetu. Sasa leo hii tumewaletea bajeti ya broiler mia moja kama utataka wakuwe haraka, lakini vilevile vile kama utatumia tiba za asili, kinga za asili pamoja na booster za asili, ili kuweza kupunguza gharama za vitamin booster na tiba hii bajeti ni ndogo sana, yani ni ndogo kwa mtu yoyote yule ambaye ana mtaji fulani ambao, ukinisikiliza leo, utajua ukiwa na mtaji huo, basi unaweza ukawafuga na wakakupa faida. Aa, sasa aa, kwa wale ambao huwa wanaogopa kufuga broiler, basi jaribu kufuga broiler mia moja, tumia bajeti hii ambayo nitakwambia, alafu utaona matokeo yanakuwaje. Naamini tu utapata faida ha sasa hapo mimi nitakushauri au nitakuomba wewe uwe na kalamu pamoja na daftari ili uwe unaandika haya naye nitakayokuwa nakwambia ambayo utaenda kuyatumia. Ah, sitaweza kusema faida kwa sababu kila maeneo wana bei yao ya broiler. Kwa mfano, maeneo mengine na broiler wanauza 6500, maeneo mengine 7500, maeneo mengine 8000. Kwa hiyo hapa nitakutajia tu vile vitu ambavyo utaenda kuvitumia. Halafu wewe nikishakutajia, utakalkulate uone gharama yake inakuwa shilingi ngapi, halafu ulinganishe na bei ya hilo eneo ulipo broiler wanauzwaje, ukitoa basi utajua utapata faida kiasi gani. Kwa hiyo leo hii nakuomba wewe ndio uwe unaandika haya nitakayokuwa nakuambia au vile vitu ambavyo tutakiwa kuvinunua. Ah, kwenye hii bajeti ya leo mimi hapa nitaassume wewe tayari una banda lako. Lakini vile vile wewe tayari una vitu kama hizi taa, labda sio taa ya joto, hapana, hapa nitazungumzia bajeti ya mkaa. Taa kwa ajili ya mwaka ndio nitakayoizungumzia hapa. Lakini vile vile naassume wewe tayari una vyombo vya maji na vya chakula. Tutataja gharama ya vile vitu ambavyo unaenda kuvinunua pale unapoanza kufuga wakati tayari una banda, una vyombo vya chakula, una umeme na kadhalika. Aa, sasa hapo utaanza kuandika bei ya vifaranga. Tuanze na bei ya vifaranga wa broiler 100 kwa makampuni kwa makampuni hapo yanayouza elfu mbili elfu mbili na mia moja elfu mbili na mia mbili mpaka elfu mbili na mia tatu Inategemea na eneo ulipo huwa vifaranga mia moja utanunua kwa bei ya laki mbili na thelathini. Baada ya kununua hii laki mbili na thelathini, huwa labda una, unaweza ukakuta maeneo ulipo ni pana ka umbali kidogo, labda kwenda kuvifuata. Wakati mwingine unaweza usitumie gharama, labda upo jirani na ambapo vinakufikia kwa maeneo mengi. Kwa watu waliopo vijijini, labda unakuta labda kuna kanauli kidogo, tuwekee nauli itakuwa elfu kumi. Kwa hiyo unaweza ukaongeza hapo kwenye usafiri. Baada ya kuvinunua, utaongeza usafiri maybe tuseme elfu kumi japokuwa kwa hivyo hii sio kwa kila mtu, wengine wapo barabarani kabisa, mpo magari yanayosafirisha vifaranga ndio yanapita. Baada ya hapo utaandika bei ya glucose, glucose ambayo huwa tunawapa pale ambapo wanakuwa wanafika bandani vifaranga. Tuseme glucose, uh, tuseme ni elfu mbili, japokuwa inakutoka maduka mengine elfu moja, sehemu nyingine elfu mbili na kadhalika tuchukulie bei ya juu kabisa ni elfu mbili glukozi. Utaandika hapo bei yake ni shilingi elfu mbili halafu uh, sasa hapa tuje kwenye kile kipengele cha antibiotics, kwa sababu nimesema tutakuwa tunatumia sana sana vitu vya asili, basi tuweke bajeti ya kununua antibiotics ambazo utakuwa ukizitumia hizi za asili. Kwa wakati huo, hapa unaweza ukanunua vitunguu saumu, tangawizi, pamoja na pilipili ah uh, kwa majani mengine mengi, nadhani huwa tununui, huwa tunayapata kwa bure tu labda kama unaweza ukatafuta usafiri kwa huko unakoenda, majani kama majani ya mpera, aloe vera, mpapai na kadhalika, mwembe n tuna shumu utaipata tu bila kutumia gharama yoyote baada ya hapo, baada ya kuandika hiyo thelathini ya antibiotics, basi hapo tuandike vitamin. Utanunua vitamin ndogo kabisa ile package ndogo kabisa, unaweza kununua ya gramu mia. Hii itakusaidia ile siku ambayo utakuwa labda umechoka, una mambo mengi, umeshindwa kublend, utakuwa ukitumia, utanunua tu ndogo ya gramu mia tu, mara nyingi wao inauzwa elfu saba. Kwa hiyo hapo unaweza ukaandika vitamin ya dukani ya shilingi elfu saba. Kwa hiyo kwenye buku yako labda unaiandika, nadhani utaandika. Baada ya hapo tuje kwenye upande wa chakula ambacho watakitumia ndani ya huo muda wa siku 24, kama utawafuga kwa muda wa siku 24 mpaka siku 26. Ah, ukitumia vitu vya asili kama hivyo nilivyokutajia, utawafuga broiler wako ndani ya hizo siku kuanzia ile siku unawapokea, siku ya 24 mpaka 26 utakuwa ndio siku ambazo utaanza kuwauza broiler wako, na wataweza kutoka kwa wakati huo kwa sababu watakuwa na uzito mkubwa. Chakula ambacho utakitumia, utanunua mfuko mmoja wa starter, ambao mfuko huu bei zake pia huwa zinatofautiana, zinaanzia kwa nadhani elfu tisini mpaka elfu tisini na tatu inategemea na kampuni, lakini vilevile inategemea vile na umbali anakuta, labda ni kampuni la Silvind, lakini maeneo mengine bei tofauti na maeneo mengine bei tofauti. Hapa pia huwa wanaangalia sababu ya umbali, kwa hiyo tuchukule ile bei ya juu kabisa tuweke stara, tutanunua shilingi elfu tisini na nne. Uh, baada ya kuandika mfuko huo mmoja wa starter elfu tisini na nne tuende kwenye grower. Grower maeneo mengi nauzwa elfu tisini na moja elfu tisini kwa hapo tunaanza tukapigia bajeti ya juu kabisa, labda grow umenunua bei ya kwa hiyo hapo utaongeza na moja. Kwa hiyo umjiko tayari unalo, kwa hiyo tupigie hesabu ya ule mkaa utatumia, labda mkaa wa shilingi elfu thelathini maeneo mengi nadhani gunia moja huwa linauzwa elfu thelathini Kama utakuwa na jiko lako dogo la wastani kwa kuku 100 unaweza ukatumia gunia moja, kwa hiyo hapo tuweke gunia la mkaa, utatumia shilingi elfu thelathini Kwenye mahesabu yako pia utaenda utaijumlisha na hiyo na tukija kwenye kipengele cha chanjo, kwenye kipande cha chanjo hapa kuna chanjo ya mafua pamoja na ya gomboro, lakini na Newcastle. Hata hizi chanjo, kwa mfano hii chanjo ya mafua, huwa tunatumia kitunguu saumu, tangawizi na pilipili pamoja na limau. Aa, hizi gharama zote zinaingia pale kwenye ile ya mwanzo, sema utanunua zile tiba za asili. Kwa hiyo hapo hapa haitatumika tena, hapo ni kwenye upande wa mafua ma kwenye upande wa kideri huwa tunatumia alovela, kitunguu saumu, pilipili. Hivyo vyote vinarudi pale pale kwenye ile bajeti ambayo tumeiandika mwanzo. Na sehemu nyingine ni kwenye gomboro, huwa tunatumia majani ya mpapai na kitunguu saumu. Hivyo nadhani vinapatikana pia, hivyo havina gharama kabisa. Kwa hiyo hapa kwenye upande wa chanjo, tutakuwa hatuna tena gharama nyingine. Uh, hapo wewe utajumlisha, utaona unapata shingapi, utakuja utatoa. Na kama kwa mahesabu ambayo huko kwenu broiler wanauzwa, ndo utajua utapata faida gani kama utafuga kwa kutumia tiba za asili, kinga za asili na booster za asili pia tunawakaribisha mjiunge na kundi letu la mafunzo ya ufugaji kwa kulipia ada ya shilingi elfu nane. Lakini vilevile tuna vitabu ambavyo vina miongozo mbalimbali ya ufugaji ikiwemo hata huo mwongozo wa kufuga broiler kwa kutumia tiba za asili, kuna kitabu chake. Pia tuna kitabu cha safari ya ufugaji, tuna kitabu cha tiba za asili, tuna kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Tuna vitabu vitano ambavyo kila kitabu kinamwelezea kuku wa aina yake kwenye miongozo ya kumfuga, namna ya kumtibu, lakini vile vile namna ya kumtengenezea chakula. Kama unahitaji huduma hizo, chukua namba hapo kwenye video na utupigie.